Kitaja tu kwa haraka wala ambao ni waathirika waliopo hapa mbele yako, ambao wametendewa yasiofaa. Tunaye mchungaji Daniel Liza ambaye ni mwangalizi wa makanisa ya TAG kule Kisongo kaskazini, yeye alivamiwa na kushambuliwa kwa vipigo na wakafanya ulazima wa kutaka kumrudia mtoto aliyekuwa amekwisha kutairiwa. Lakini tunaye askofu Albert Sindondwa wa EGT Monduli. Ye, wachungaji wa kwake, wachungaji wa makanisa aliyoko chini yake wamevamiwa, wamepigwa mbele ya familia zao na kuumizwa vibaya. Mfano ni mchungaji Moses Tabao ambaye yuko hapa, lakini wengine a, ni kanisa la kule na Dosoito la EGT anakotokea mama mchungaji Joyce Mlai na mume wake Felix Mlai. Kuna mtoto ameumizwa vibaya sana na sasa wengine wanatafutwa pia, lakini tunaye mchungaji Noa Sianga anayetokea kule kule Olmotonyi. Kuna kijana ametekwa na hata akiwa hapa amesema walikuwa wanamtembeza bado. Polisi wanajitahidi kwenda kumtafuta yule kijana. Mimi ni mwathirika mwenyekiti, mimi mtoto wangu ni mtahiri miaka mitatu baada ya wao kufukia jiwe na miaka mitatu na nusu kabla ya kufukua, mbali mno katikati, kati kabisa, na nikakaa muda wote kwa miaka hiyo. Mwezi wa nane ndio wakanivamia nyumbani kwa Jumapili, nimetoka kanisani nikafika nyumbani. Kundi la vijana wapatao kama mia, na wakafika nyumbani kwangu. Vijana kaenda kafungua geti wakaingia. Nikatoka nikijua kwamba ni wageni wa kawaida nikaongea nao vizuri. Wakaniambia, tunakutaka wewe. Kwa nini? Namtaka kijana. Sasa, tukajaliana nao pale, nikawaambia mimi kama mimi nina akili timamu siwezi kuondoka na nyie kwa sababu najua mnavyokwenda kufanya kule. Na kama mlikuwa na jambo, na mimi mgeniita kwenye vikao vyenu nije kwenye kikao, mniulize nini kifanyike, nini mnifanye, niwaeleze kwa nini mmefanya. Na kama muda saa nzima pale wakanlazimisha nitoke, nikasema sitatoka hapa, labda mtaniondoa hapa mmeniua pale nikakaa nikabishana nao, hasa baadaye wakaona wilibaro pale nyumbani kwangu, kwa baadaye si kwa kwa kwa wana... saa wakatokea vijana wakanishika, kaniyaya kaniua kwenye ilibaro wakanisukuma kwa kweli, niliumia na hisi maumivu, nilioumia sijawahi kuumia kiasi hicho tangu maisha yangu yote, sijawahi kuzalishwa namna hiyo. Nikasukumwa na wilibaro nikatolewa pale getini, mtoto wangu, wapo majirani, wapo watu, wapo napotembea, naposukumwa na baisikeli mkokoteni, watu wako upande wa barabara, wako upande wa barabara, kina wao na waka wanalia na nini na nini. Mimi naitwa Moses Saitabau, ni mchungaji wa kanisa la EGT, ndio wale tuliofamiwa na manyangulo wale viongozi wa mila. Siku ya tarehe sita mwezi wa kumi na moja, siku ya Alhamisi, wakatufamia usiku, wakatutoa nje, wakanishambulia, na nilijaribu kuwauliza kwa nini mnafanya haya? Wakasema, kwa nini haushiriki mambo yetu? kwa nini hauji kuwaimbia malayoni kwa nini haushiriki sherehe yetu? Nikawaambia mimi nimeokoka, kwa hiyo sitaweza kushiriki hayo. Jamii, tarehe 23, atakuwa na kikao tunaitisha, ili kuweka mambo bayana kati ya imani ya kipendekosti na mambo yetu ya mila. kwa hiyo nimekubaliana kwamba washirika wa maskofu watakuja hapo na ni wa Masai bado, kwa hiyo mnakutana, tukawa tarehe 23 hapa eneo la Lerai tutakubaliana ni nini kwao, ni nini nini ni nini wana, wanasema hawa pendekosi kanisa yake pendekosi anasema, katika mila zetu unapoingia tohara wanaingiza mambo ambayo imani yao haikubali. Sasa ndio tukae, ni ipi ambayo itaki utaki mafunzo ya, ya, ya mila tohara. Bado nataka mara natairiwa natairi ina, lakini un, ushirike katika, katika rika na rika ina gharama yake. Ndio maana nafunga miaka saba miaka saba, na tairi, saba na wacha, miaka, miaka. Ndiyo, na tairi miaka saba na wacha ili kitaa rika, ndio nakuja kukaa kwamba mila au kabila sio kitu cha kuhamia, ni kitu cha kusalia kwa damu

na hata sasa hivi nimewambia kama kuna wengine ambao bado amba, anateswa hapo huko nyumbani, nimewambia kwamba andikeni barua, ileteni kwenye barasa letu sisi <coughs> na sisi tunaeza ku of...